Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Alhamisi. Karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu. Tunalipata kutoka katika injili ya Luka sura ile ya kumi na tano aya ya kwanza hadi ya kumi. Nitaisoma: watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia Yesu wamsikilize. Mafarisayo na waandishi wakanung'unika, wakisema, mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi tena hula nao. Akawaambia mfano huu akisema, ni nani kwenu mwenye kondoo mia akipotewa na mmojawapo asiyewaacha wale tisini na kenda nyikani aenda kumtafuta yule aliyepotea hata amwone? Naye akiisha kumwona, humweka mabegani pake akifurahi. Na afikapo nyumbani kwake, huwaita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami kwa kuwa nimekwisha kumpata kondoo wangu aliyepotea. Nawaambia vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye kuliko kwa ajili ya wenye haki tisini na kenda ambao hawana haja ya kutubu. Au kuna mwanamke gani mwenye shilingi kumi akipotewa na mmoja asiyeacha asiyewasha taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata aione? Na akisha kuiona huwaita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami, kwa kuwa nimeipata tena shilingi ile iliyonipotea. Nawaambia vivyo hivyo, kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunakutana na Bwana wetu Yesu Kristo ambaye sasa amekuwa ni kivutio kikubwa sana kwa makundi mawili ambayo yalikuwa yamechukiwa sana nyakati hizo na Wayahudi. Kundi la kwanza walikuwa ni watoza ushuru, na kundi la pili walikuwa ni wenye dhambi, yaani walevi, wazinzi. Hao wote walikuwa wametengwa na jamii ile ya Wayahudi wanamwendea Yesu kwa furaha kubwa, wakawa wanamsikiliza. Baadaye tunakutana na kundi jingine la Mafarisayo, viongozi wa kidini. Wanaingia chuki kubwa. Kwa nini Yesu Kristo amewakaribisha hawa wenye dhambi, tena anakula nao? Mafarisayo hawa ambao walikuwa wanamfuatilia Yesu kila siku hawakupenda kuweza kuona hawa watoza ushuru waliokuwa wameonekana kwamba ni wadhambi na Wayahudi walikuwa wanasali kwamba watoza ushuru na wenye dhambi watakuwa ni kuni katika moto wa milele. Hawakupenda kuweza kuona hao wakiwa wanamsikiliza Yesu, wanakaribishwa na Yesu. Na hili namba tujifunze, je, katika safari yako ya maisha unafurahia kuweza kuona wale ambao ni maadui zako, Yesu anawakaribisha, anawasikiliza katika mahitaji yao, au unakuwa una hasira? Ukiona una hasira na wale ambao wamekuwa ni wadhambi wanavyokaribishwa na Yesu, utambue roho ambayo uko nayo ndani mwako ni mbaya, si roho ambayo inampelekea Mwenyezi Mungu afurahie katika swala so la zima la kuweza kuona wale wote wenye dhambi wanatubu. Yesu anatoa mfano kwamba bwana mmoja ambaye yeye alipotelewa na kondoo, akawaacha kondoo wale tisini na tisa akaenda kwenye vichaka, akaenda kumtafuta ile kondoo. Alivyompata hakumpiga viboko, alimbeba begani, akarudi naye nyumbani. Upendo wa Yesu Kristo kwa wadhambi ni mkubwa sana. Hata tukianguka katika dhambi, huwa hatufuati huko na kuanza kutushutumu kwa maneno makali. Hawezi kutupiga, bali anatubeba, anaturudisha katika zizi, na ile nguvu ambayo mdhambi anakuwa nayo, unamkuta mdhambi ameingia kanisani, ameenda kwenye kitubio. Si nguvu yake, ni Yesu amembeba, amemleta ndani ya nyumba yake, Anapokuja kuja kutubu, amesema mbinguni kuna furaha kubwa sana kwa sababu amempata kondoo aliyokuwa amepotea. Fundisho, Mwenyezi Mungu hapendi kuweza kuona maangamizo ya mwanadamu yoyote ile aliyemuumba. hata hawezi kuwa ni mchafu, hata kama amepotea namna gani, ni kiumbe chake ambacho Mwenyezi Mungu kila siku anakitafuta, na Mwenyezi Mungu anakutafuta katika mazingira ambayo umepotea. Mara nyingi shetani huwa anatupatia maneno mabaya kwamba tukitenda dhambi Mwenyezi Mungu atatua. Hapana, la hasha, Mwenyezi Mungu ni mwenye upendo mkubwa sana kwetu. Mrudie Mwenyezi Mungu, anakupenda amefungua e, nafasi kubwa sana kwa ajili ya watu wote ambao wenye dhambi. Wenye dhambi walimkaribia Yesu wakamsikiliza. Hata kama una dhambi kubwa namna gani, msikilize Yesu, utakuwa una furaha kubwa na mbinguni kutakuwa kuna furaha kubwa. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.